Sente. Mambo mambomtnmtindo mtindo mmoja mtindo mtindo mtindo tunaendelea mbele, tunashukuru Mungu kwa leo, na tupo tayari kusema tena. Karibu kwenye kipindi chetu cha Talk show bila kusahau subscribe na wanaotufuatilia comment na wanaotazama pia na wanaofanyaje kuweka kile ki like na kengele, ni vema ili tunavyofika, na wewe unakuwa unapata moja kwa moja. Sasa zaidi ya yote, ambao wanafikisha kipindi hiki kiende ni wanaotuma maswali, ambao wanafikiria maswali na kututumia maswali, na wewe ambao unapanga kufanya hivyo, well done. Unafanya vizuri na tunashukuru sana. Sasa moja kwa mm-hmm. moja. Mhm. moja kwa moja. Nikiwa hapa Elisha na na wewe ni swai. Wote tunawaambia ni karibuni. Right? Karibuni. Wewe unasemaje? Ah, ah sina useme. Okay. Tuone moja moja. Unasoma nisome? Soma kama kawa. Nikisoma unashusha nondo. Inategemea. Okay. Asee, ili swali ni zuri. Sasa ni vyema, yani tukaenda, halafu, tukasikiliza linasema hivi: salamu Elwyn talk show, naomba kuuliza jamani. Nimeolewa na nina watoto wawili, na mara zote ninashughulika na watoto na mme wangu kunisaidia ni kidogo sana Nimeongea naye mara nyingi, ila anasema watoto wa kike kuwafunza ni jukumu la mama, hivyo ni jukumu langu. Kwa kweli inaniumiza hadi natamani niwalete, eh, niwalee mwenyewe asiwepo nami. Tupo UK okay. Okay, karibu. Kwa hiyo huyo mama wana watoto wawili wa kike, mm-hmm. Na baba anasema ni jukumu la mama kuwafundisha watoto kazi za ndani, hajasema kazi, yeah. Anasema ni kuwafundisha tu jukumu la mama, eh, kuwafunza kuwafunza kuwafunza eh. Ma, mafundisho kwa watoto kama wazazi wote wawili wapo watu wawili ni, ni muhimu. Kuna nafasi mm -hmm. Kuna nafasi ya mama Ehi. Na kuna nafasi ya baba Zip kuna, break it down. Kuna vitu ambavyo baba anaweza akamwambia mtoto wake wa kike mm -hmm. Na kuna vitu ambavyo mama anaweza akamfanya mtoto wake wa kike vizuri. Kwa mfano kama ni ishu ya kupika, najua kuna wanaume wengine ambao wanajua kupika mm -hmm. Lakini pia any majority inakam, it's second nature kwa mwanamke kupika. Kwa katika kipengele hicho cha kupika nategemea kwamba mama angetoa mafunzo yaliyo bora zaidi katika kupika, au hata nategemea labda kuna milo mingine ambayo baba anaweza akawa anajua zaidi. I mean mama anaweza akawa anajua labda kupika I don't know like omelet, baba anaweza akawa anajua kupika omelet, mama akawa anajua kupika pilau. Kwa hiyo kuna kama ni omelet, baba anafunza mtoto na mama kwa mnakuwa mnashare equally. Hmm. Especially kama, especially kama ni, ni familia ya hapa yuko, sababu hapa yuko watu tuna tuna nani tunapambana pamoja tunasaidiana kwa pamoja, kwa hiyo inategemeana. Mimi nadhani tu angekaa chini alafu wakadiscuss kama couple wakaona kwamba baba yeye yuko tayari kufanya vitu gani, unaona towards watoto. Okay. Mafunzo ya watoto na mama naye akasema Yani wa, what she can do towards mafundisho kwa watoto. Mm-hmm. Kwa sababu there's also an issue of kuassume kwamba eh, mwenzako kwa anaelewa jinsi ambavyo unaelewa, mm. Unaona, mm. Kwa katika kukaa na kujadiliana na kusikilizana inaweza pia ikarahisisha mambo. Kwa sababu kama kama, Elisha Elisha, leo naomba nasidii kwa- kwa nani kuwafurusha kuto kupika ugali, ikawa ni time ya wewe, labda umejipangia kwenye akili yako, unataka una kwenda kutengeneza gari, tuseme kwa mfano, utasema ah, sina muda kwa sababu tayari umeshajipangia kitu fulani, lakini kama mkikaa pamoja, mkaambiana mka kwamba jukumu langu ni hili na hili, mi nitakuwa nafundisha hivi, labda kwa siku fulani, au labda tunaongea hapa pembeni, mi na wewe, kabla yani, kwamba yani mnakuwa na mpango mzuri beforehand. Unaona it, it, it, it sounds kama it's a lot lakini, mimi nadhani kwamba mkiongea beforehand itawasaidia before kuliko ile hiyo ya kuvutana, kuvutana sasa kiasi ambacho

Inanipa mimi pia wazo la kufikiria pale, unajua Biblia inaposema kwamba mwanaume a uh, inasema nini? Inasema mwanamke submit to your husband and the husband love your wife. I keep saying this one, the submission is more huge compared even to love itself, because this in kwenye kusubmit, you cannot submit kama uja love. Kwa hiyo the package ya mwanamke ya kusubmit ipo pia kwenye kulove. Sasa hapo kuna ishu mwana ume is the career. Ana, yani ni ndio mwenye watoto yani hao ya watoto wewe, ni, wewe kama wewe ni yule ambayo ume, uh, umefanyika mfuko wa kuwaleta watoto wakuwe walete nje, sindio? Mimi ndio the seed. Sasa nikiwa nina reject watoto hawa kwa sababu ni wa kike kwa lugha nyepesi nafikiria ni kama kumrejecti Mungu. Ni kama kutokuonyesha ule upendo, ingawaje kwenye kile kitabu jua nasema submit to one another, ina maana submission is a packet to one to all of you, kwamba mwanaume asipoweza kuwa na love kwa mke ili yani yeah, na maanisha hivi, sio kwamba natoka nje, kwa hivyo na maanisha hivi, na maanisha hivi Nisipokusaidia wewe kulea watoto ina, inaonekanaje? ni, ni upendo na kupenda. how can we define upendo? Why nimekuachia watoto wakike, wa kike unapambana nao wewe mwenyewe? Lakini ndio ndio ndio, nimesema mimi kwamba inategemea sasa, kama kwa ratiba zimetengenezwa hapo, ndio ratiba huyo amesema kila siku imekuwa ni ndo huyo mpaka kufikia level kusema okay, ni afadhali aondoke okay. Ina maana ni tabia ambayo mwanaume anayo anaacha na na, na kiukweli, inawezekana wako wanaume wengi wa dili na wanawake okay, watoto wa kike let's, let's bring let's bring the situation home to us mm, wewe umefanya jukumu kubwa kuwafundisha watoto wa kwangu, especially katika kupika. Mimi naangalia the security side of things okay, ku safety Saab ya watoto kwa hiyo, ingekuwa kama ni mimi ningesubiria ni subiria wakue kiwango fulani ndo naweza kuwaambia kwamba kawashe jiko, eka chai, eka pika hiki, eka pika hiki. Lakini wewe uko unaniambia kwamba no, kama mimi nilifanya nilikuwa na AG. Unapenda kuripiti hiyo statement, kama ni sawa, kama mimi nilifanya katika AG, basi watu wangu wanaweza kufanya katika AG. Hiyo that's mentality mm. ambao unayo sasa, huyu baba inaweza kwa hiyo vitu vingi umafundisha watoto eh vya kufanya, ambao mimi kwa mimi naona ni kwamba ni risky. Sasa hey, ngonde na safety, lakini kumbuka hapa anasema anamwachia huyu ndo awafundishe. Ina maana ajaweka egi kwamba ajasema hawa watoto ni wadogo, ina maana either mimi niwafundishe ah, au wewe uwafundishe. No, no, no, the same time no. Mimi nachokisema ni kwamba hivi inategemea nani ana, yaani you're good at mimi hiyo side hiyo, yawe kuwa, kuwa na ujasiri wa kuambia tunda keke chai kabadike hi chai, eka nini eka, mimi siko nao kwa sababu naona kwamba ni ni ndogo, kwa sababu inabidi wa find out what who can do what. Sawa, unaona, to meet the introduction of things activities and malezi and stuff u, tuna, tuna tuna tuna share hata ile, hata ile issue ya kwamba kuwa little bit more vulnerable kwa watoto, vitu vingi kama vitu vingine kwa pega, mimi yaani, kama kwa mfano vitu vingine labda like parts of the body kuvisema kwa Kiswahili kwa mfano vinakuwa kama ni vikali, lakini unasema no, inabidi inabidi tu wajue. Ninakuelewa, nikimkaa kwenye viatu vya huyu mwandishi anayeomba hili swali, ni kwamba swala sio kwamba huyu anataka kufundisha labda fulani, kitu fulani au huyu afundishe kitu, kitu fulani sijui so, kwa level ambayo amefika mpaka mtu anawishi ku give up atakuwa yeah. mimi nacho ni kwamba ni ku advise sana kwa mwanaume huyu, hata sio mwanamke, hata sio kwamba wewe unaweza kufundisha chakula, huyo anaweza kufundisha nini, wewe unaweza kufundisha uh, kusuka. Mimi nikawa niko hapo naangalia pia unavyofundisha na kuweka comment hata kama kitu kile sikijui, wakaona kwamba baba na mama wanafundisha. Okay, forget about that, labda kuenda kuoga. mm-hmm. Wanaume wanashindwa kuwapeleka au kuwaogesha watoto wao wa kike kwa sababu tu ni watoto wa kike hawawezi kuwaogesha okay,

at it's an early age sawa, ndio na no the same thing you do watu year kwa kingo, kuna positive na negative, ndio kuna Depending positive na negative. Kwa hiyo wewe unakosema unafanya hivyo kwa mtu mwingine, kwa, kwa macho wa mtu mwingine ni kitu chocho sio sahihi, kwa sababu mimi si ni ninavofanya hivyo sijaweka so, so, yeah. kama yani sijaweka like, no, kwamba nini sheria ni kwamba ninawafundisha tu katika taratibu, sijaweka kama jinsi ambavyo mimi ndivyofanyiwa. Ninawafundisha katika taratibu kwenye level kwamba wanaweza kufanya hivyo, ninaweza nikawatazama tofauti na mimi nilivyokuwa nikifundishwa. The point inakuwa kwamba ninaweza sasa nikisemelea kwamba kwa sababu mimi sikufundishwa au sikumwona baba yangu akitoogesha au akimwogesha dada yangu kwa hiyo na mimi kwenye ukubwa wangu ninasimamia vile siwezi kukisha. How about those ambao wamesimamiwa na wazazi ambao mwanaume uingii jikoni. Wapo, kwa hiyo yeye anakuwa hata katika yeye kuwa as a single man hawezi kuingia jikoni akajipikia, kwa sababu ana ile background mwanaume ingi jikoni naistosha anapokuwa na familia mwanaume, mtoto wake wa kiume hawezi kuingia jikoni, kwa sababu yeye hakuingia jikoni. Kwa mimi nafikiria tusiende kwenye levo hiyo, kwa sababu inaharibu utashi wa mtu. Mimi kama mimi, mwanaume anapaswa afanye vyote, mwanamke awe msaidizi. Kwa lugha nyepesi, kwamba mimi kama ninaosha gari vyombo viko vya kuosha hapo, huwezi ukakaa ukanisubiri mimi nimalize kuosha gari nije kuosha vyombo. Wewe ni msaidizi, utaona mimi nimna vitu vingi, then unaona kwamba ngojea, ufanye hivi kuosha vyombo au kupika, iende vile, but the underline thing ni communication. Kama hamwezi mkaongea kati ya nyewe wawili mkaambiana the truth between you two. Mazingira kwamba ameshaongea na huyu jamaa lakini mtazamungu ni kwamba brother, watoto wako usipowaonyesha upendo, wataenda kupendwa na vijana wengine wa kiume huko nje alafu utatengeneza nafasi ya watoto wako kuto, ku, kuto ku experience upendo ambao wangetakiwa waupate kwa baba, kuto ku experience majibu au mashauri au vielelezo ambavyo angepata kwa mwanaume baba. Anaenda kusikia majibu yao kwa wanaume huko nje, ndio. Bila kusahau unakuta anakuletea wajukuu bila kusahau unakuta ameharibikiwa, bila kusahau unakuta ameshakuwa tomboy, bila kusahau unakuta ameshakuwa na staili ambazo hazikufai kwa sababu gani? You missed it. You missed it the target. Kwa sababu unanyeka, mimi baba, hiyo ni mama. Wapi wapate upendo wa kiwanaume? Lakini utakapokaa unawapeti watoto wako wa kike, unawafurahia watoto wako mabinti yako, unawafundisha nyeti stafu ambazo wanafundishwa wa, au watafundishwa na wanaume wengine huko nje, watafundishwa na uncles huko nje. Wewe baba umekaa unawapush away, that's the point. If you are pushing okay, them kama away kama baba inapult... okay, sasa yeye hasikilizi kama wewe uendelee kusikii au sikii, eh, kwa sababu mama ana, ata implement nini ili kuweza ku introduce kwa mume wake mume wake abaye into the idea kwa ajili ya kuwasaidia watoto Okay, mama anatakiwa afanye vitu vifuatavyo. Mmoja, akiwa amekaa nafikiri, siku zote aziwi, siku zote mvua inyeshi. Kwa hiyo what mama should have done ni kwamba akae chini, awe ana flip channels, anaweka ambacho tumeongea mume, naye akiwepo naye anasikiliza na wanawake nyie, mko wazuri kweli, kwenye weye naweza mkasikiliza. Yes, sema ehe, baba manka sikiliza, sikiliza hiyo sikiliza huyo, anasemaje hivyo? Kwa nini? Kwanini ufanye vile? Atajidai kujina nini ni brush, lakini atajikuta anasikiliza kipointi ambacho kinaweza kikasaidia. Hiyo ni namba moja anaweza akafanya huyu mama. Namba mbili, anaweza akatafuta marafiki ambao wanaweza wakafika ambao anajua wana wana uwezo wa waku, kufundisha hivi vitu. Kuna watu ambao wana knowledge ya kufundisha hivi vitu. Kuna watu ambao wanaweza kufundisha hivi vitu vikawa vinasaidia. Unaona, saa nyingine tumejifunga sana kiasi kwamba tunaona kila kitu ni kosa, lakini kumbe hicho ambacho tunaona ni kosa kikawa ndio kosa kabisa. Yani watoto ni wetu. Alafu atataki kuwasaidia. Sitaki kuwasaidia mabinti zangu. Ndete kaa soma atataki kusaidia, lakini hajui namna ya kusaidia. Ni kitu ambacho haja grow nacho. Okay. Mbona kule ulikuwa mna unapanda punda? Sasa hivi hapo unaendesha gari. Ni ni sana mbali kweli. Hatuwezi tukarudi kwenye kwenye vitu kule. Mimi hata kama kule kweli alikuwa babake anampiga mama mama yake kweli, sasa hivi ataweza akampiga mama kwenye kwa yuko okay, uko UK unaweza ukaendelea kumpiga mke wako hivyo, ukasema utaishi hivyo alafu get away with it no, always sasa. Kama hiyo inashindikana, why can't you deal with your children you beautiful daughter, mbegu yako? Mimi naongea kwa sababu it's sad, it's yours, it's, yani ni ni ni ni afadhali hata usinge, usinge lala na mwanamke wako siku hiyo, basi ingepita kwa so, sababu oh, watoto ukienda huko mjini mjini town unakuta watoto same oh, watoto umepata for the benefit of the country benefit no wamepata watoto ili wae watoto wae watoto waku wakuje na ku, u... Sasa hivi tusitreati wanawake kwenye zama zile kwamba wanawake hawana faida. Labda wewe ni among those ambao unafikiria wanawake hawana faida lakini wanawake wengi wameraise familia, wamewasaidia wazazi wao, wengi wanafanya vizuri kuliko hata wanaume wiwanu wanaume wanaume ndio, vilele, ndio, wanaume ndio shujaa wangu shujaa wangu, wanaweza wakawa ni ni, kila, yani ni kitu kilaza wa kwako, wanawake wakawa ni shujaa kwenye familia, to treat watoto katika level iliyo sawa level iliyo sa salvation start from home The behavior starts from home. Misbehavior starts from home, standard of life. Seriously, ni mama. Oh, man, seriously, watoto unawaacha. I don't know, I'm so sorry. Kwa huyu mama kweli, ninamwonea huruma kiasi kwamba ninaona kwamba uh, kwa kweli huyu uh, baba anahitaji msaada. Mfikishe kwa mchungaji kama unaenda kwa mchungaji, mfikishe kwa shehe kama unaenda kwa shehe, mfikishe sijui kwa imamu, mfikishe labda kwenye therapist. Tafuta hata wale wa kulipa kaeni, uongee, tafuta njia za kuongea hao, una- una unawafanya una pia watoto biti zako wamrespekti mzee wao baba yao, na, na sengine mpaka naogopa kusema mama safiri, acha baba control familia, utaweza kukuta watoto I don't know, I don't know. Au kuna vitu ambavyo mzee hajakuwa openly anavificha for some reason you don't know, ndio e, maana anaogopa labda binti labda wat, wat, ni watoto wako, umepewa favor, blessing ya kuwa na watoto wa kike wanabeba jina lako huko mpaka watakapokuja kuolewa, jina lako pia linatambulika, wanaweza kukuletea heshima. Alafu leo unakataa kuwakuza kwenye misingi ya baba na kuonyesha wewe ni the, the first lover of their life. Ungenyima mapenzi, ungeanza kuja ururu na kuagi na kuwa na nani, umepewa amekupa yote, miguu mpaka ameenda hivi, mama watu eh? watuwajapengineabdakuwez atakutembeaanakua <tipi> ambia watoto wawezi kudinda watoto, bana kumsaidia watoto no, mfanye juu chini, asikilize video, tafuta therapist, tafuta ushauri kwa wachungaji, kwa watu ambao ni wazee waukoo, elders wausaidie nini, okay. Kwa hiyo hapo tunaona hii message itakuwa imefika, imewafikia, na naomba ipokelewe, na natumaini sote tutakuwa tumeelewa. Nia ni kusaidia watu ambao kwenye swali kama hili wana neglect their own children, hata kama ni watoto ambao unawalea wewe, kama baba, wewe baba wa kwa kambo, baba wa kununuliwa, lakini umepewa nafasi ya kuwa baba, ni kusaidia. Inaweza ikawa leo ni kwa baba kesho ikawa ni mama ataki kudini na watoto au mama ataki kudidi na watoto wa kiume ayewasaidii. Hawa watoto wataenda kwa kufundishwa uko na wanasema sofunzo na kwao watafunzwa na ulimwengu. Hatuhitaji hiyo ifikie kwenu. Hatuhitaji ifikie kwetu. Jitahidi alafu watoto wakikuwa na ile nafasi ya kuwa watu wazima they will be able to make their own decision. Lakini wakiangalia nyuma wanakuta sauti za baba zipo. Wanakuta sauti ya mama ipo nyuma yao, inawa correct na inawasaidia, itawasaidia sana. Lakini ukijitenga nao itakuwa ni ni jambo baya. Nashukuru, God bless you, na Mungu atusaidie. Thank you, bye for now. Bye.